Lengo kubwa la mafunzo haya ni kutengeneza clean sheet kwenye timu yetu ya usafirishaji, ikiwa imejumuisha watu wa usalama barabarani, wataalamu wa ufundi ambao ni TEMESA pia na, na, na madereva wenyewe kupata hiyo elimu ya kumbukumbu ya kwamba walichojifunza shuleni na sasa wanakumbushiwa kwa ajili ya hizo eh, safari zetu so zima yetu yetu ni kuwakumbusha taratibu zote za usalama barabarani pia na kuwapa elimu kuhusiana na teknolojia mpya ya magari iliyopo. Kwa mfano mfumo e, tunabadilisha kutoka kwenye mfumo wa gari za mafuta kwenda kwenye mfumo wa gari za, za, za gesi. Kwa hiyo na maana tunawapa hiyo elimu ili waweze kuijua kwamba endapo changamoto yote ya kiufundi ikitokea, waweze kuing'amua mapema kabla ya kutokea kwa ajali kwa ajali zetu barabarani. Leo tumeshirikiana na taasisi ya TEMESA ambayo ina jukumu la udhibiti na usimamizi na matengenezo ya magari ya serikali. Lakini sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji, leo tumetoa elimu kwa madereva ambayo wanahusika kuendesha hivi vyombo vya, vya, vya serikali ambao ni magari, hasa wanakuwa wanatumia nchi nchi kavu katika kusafirisha abiria au kusafirisha mali za umma, hasa katika kusisitiza katika matumizi sahihi ya barabara ili kuepusha ajali barabarani ambazo ajali hizi zinaenda kusababisha vifo na uharibifu mali za umma, magari na pia kuharibu na miundombinu. Jeshi la zimamoto na uokoaji tumeshiriki katika kuwaelimisha kuwa, kuwa hatua za kuchukua endapo watapata dharura, aidha ajali au dharura za kiafya au kiusalama au hali ya hewa barabarani. De hasa katika mafunzo ambayo nimeyatoa leo kwa madereva wa serikali nahamini yataenda kuwasaidia katika hasa kwenda kusimamia usalama wa vyombo hivyo wanavyoviendesha, lakini pia kuchukua tahadhari wanapokuwepo barabarani ili kulinda maisha yao binafsi, maisha ya watu wengine, lakini pia na kulinda mali za umma na miundombinu yetu. Katika, ma, katika mafunzo haya niliyowapa madereva pia nimezungumzia mafunzo ya matumizi sahihi ya gesi majumbani gesi majumbani imekuwa ni chanzo cha mioto mingi katika majumba yetu katika makazi yetu, lakini pia imekuwa inasababisha upotevu wa mali na hasa kusababisha vifo. Katika elimu niliyoitoa katika mafunzo haya, nimeenda kusisitiza matumizi sahihi ya gesi majumbani ili kupunguza ajali za mioto majumbani, na hii kampeni ni endelevu tumekuwa tukiitoa mtaani, tumekuwa tukizungumzia katika vipindi vya redio, lakini pia tumekuwa tunapita katika ofisi za umma kusisitiza matumizi sahihi ya gesi. Lengo ni kupunguza vifo na mioto inayosababisha uharibifu wa mali majumbani. Naitwa na Detective Corporal Alphonse Edmund Ngalao, nipo kituo cha polisi Mlangali, wilaya ya Rudewa. Kwa kifupi mafunzo haya kwa namna yanavyotolewa kwa kushirikisha taasisi mbalimbali, TAKUKURU, zimamoto, TEMESA pamoja na taasisi nyingine za afya ambazo zinalenga moja kwa moja majukumu ya dereva. Kwa hivyo linaenda kubadilisha taswira halisi ya utendaji, kuondoa utendaji wa kimazoea wa madereva, hasa madereva wa serikali kwa kutozingatia shughuli mbalimbali ambazo ni za msingi wakati wa utendaji. Mafunzo haya tunatarajia kwamba tutabadilika katika utendaji na hasa utunzaji wa mali za serikali, hasa magari ikiwemo pamoja na vipuli, lakini pia kuzingatia kanuni za matengenezo na utunzaji wa magari. Yeah. E, tulifikiria hili jambo la mafunzo kwa madereva wa serikali kuwa chombo kwa, kwa sababu siku zote katika huduma zetu za TEMESA wadau wetu wakuu ni madereva ambao wanaendesha vyombo wa serikali, magari ya serikali. Kwa hiyo tukaona kwamba ili tutengeneze uelewa wa pamoja kwamba shughuli zetu za TEMESA tunazozifanya na operations za kila siku za magari ya serikali, basi tuliona mtu muhimu ni yule mtumiaji mkubwa wa iko chombo cha serikali ambacho ni dereva Tkora ni vizuri kwamba tuitane ili tupeane uelewa wa pamoja, namna sahihi ya kuweza kutumia haya magari ya serikali katika shughuli zao za kila siku. Mimi nimealikwa kwenye mafunzo haya ili nizidi kupata experience ya namna vitu vinazidi kwenda, kwa sababu mimi pia ni mwanaTEMESA yes, then kwamba na sisi tuchukue vitu hapa na sisi tukawafundishe wenzetu kule, jinsi huku Njombe mambo yalivyoenda. Ndio, lakini haya mafunzo yameshapita maeneo mbalimbali ila yamepita kama sehemu mbili, ambapo kama Njombe ni sehemu ya tatu. Ndio, kwa hiyo ni zoezi endelevu. Anaitwa Maximilian Richard Manamba, ni afisa msimamizi wa mali za serikali mkoa wa Njombe. Kimsingi mafunzo haya ambayo yamefanyika leo, ambayo kwa anaratibiwa na ofisi za TEMESA mkoa wa Njombe, yalilenga kuwapa uelewa madereva hasa kwenye maswala mazima ya usimamizi wa magari ambapo ofisi ya usimamizi wa mali za serikali ina jukumu la kutoa elimu kwa madereva ambayo ndio watumiaji wakubwa wa, wa magari haya, kuona namna gani wanayatunza, wanayahifadhi na, wanaya wanaya na kuhusu nshu za matengenezo. Kimsingi tunahitaji magari haya yaweze kutunzwa ili kuweza kutoa huduma kwa umma, na tumeelekezwa vilevile na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa tatu mwaka huu alipokuwa na kabidhi jumla magari sabini katika wizara ya ardhi, kwamba alisisitiza kwamba magari yende akatumike kwa shughuli ambazo ni rasmi kwa ajili ya serikali na sio kwa shughuli binafsi. Kwa hiyo sisi kama idara usimamizi wa mali za serikali tunachukua ili kama maelekezo na kuendelea kuwashauri na kuwasisitiza watumiaji wa vyombo vya moto kuweza kuzingatia taratibu, sheria zinazohusiana na matumizi ya mali ikiwa ni pamoja na magari. Ndio maana ndio tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa maafisa usafirishaji, ili waweze kuzingatia matumizi bora ya vyombo vya moto. Nashukuru. Hao usafirishaji wa umma wanatajwa kwamba ndio wanaongoza kukiuka kanuni na sheria za barabarani, kwa nini unahisi ni hivyo? Kimsingi siwezi kulisemea kiundani kwa sababu ni fununu na hakuna stadi yoyote ambayo imeshafanyika ili kuweza kusema kwamba wanakiuka. Inawezekana labda ni wananchi hawana elimu ya kutosha, kwa hiyo ni bora elimu ikiendelea kutolewa ili kuweza kujua hizo kanuni wanazokiuka ni kanuni gani. Lakini kimsingi, maafisa wa usafirishaji ni waajiriwa wa serikali na watumishi wa umma, ni watu ambao wana maadili ya kutosha kwa hiyo isije kaonekana kosa la mtu mmoja au kosa la watu wawili likaweza kujumuisha kada nzima ya maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tumeendelea kusisitiza kwamba na kuwakumbusha kwamba waendelee kufata taratibu na sheria za usalama barabarani pamoja na usimamizi wa vyombo vya moto. Kimsingi ofisi yetu usimamizi wa mali za serikali mkoa wa Njombe, tumekuwa tukiendelea kukumbusha kuelimisha matumizi sahihi ya vyombo vya moto hasa katika muda mwafaka, na tumeendelea kuasisitiza kwamba pale shughuli za serikali zinapoweza kuisha magari yaweze kuegesha katika maeneo maalum, isipokuwa tu kwa magari ambayo yana vibali ambayo yanatekeleza shughuli zake binafsi, sekana kama magari ya ulinzi na usalama kama jeshi la polisi, fire, magereza, zimamoto, vilevile na magari ambayo yanaendesha shughuli tofauti kama yanayofanya doria kama TRA customs. Kuna magari ya taasisi kama TANROADS ambazo yanakuwa yanafanya kaguzi za barabara, au TANESCO ambao wanakuwa wanahusika na huduma za emergency. Kwa magari yenye nature hiyo, usishangae kuyaona usiku, kwa sababu yana vibali maalum kwa ajili ya kutekeleza mazoezi hayo nje hata muda wa kazi. Hey, naitwa Benjamin Mbirinyi dereva msimamizi wa mali za serikali. E, kwanza tunashukuru Mungu kupitia mafunzo haya kupitia mafunzo haya tumepata elimu ku, ya kutosha kuna vitu tulikuwa tuvijui, lakini tumevijua, na sisi tunaahidi kupitia mafunzo haya tutaendelea kutunza mali za serikali, tutafanya kazi kwa juhudi na weledi, maana kuna vitu tulikuwa tuvijui, lakini kupitia mafunzo haya tumevijua. Tumevijua maeneo gani hasa ambayo unadhani kwako yamekugusa moja kwa moja kwamba unaenda kuyafanyia kazi? E, mathalani tulikuwa tunafanya kazi bila kujua kwamba dereva anatakiwa aendeshe masaa mangapi bila kupumzika. Sasa kupitia mafunzo hayo tumeambiwa kwamba kumbe hizi safari ndefu inatakiwa twende masaa matano alafu tupumzike dakika roba na tano au saa nzima, alafu uendelee kuamisha ile masaa yako tisa ya kutembea. Kwa hiyo tume of course ajali nyingi zimekuwa zinapatikana kwa kutojua muda wa kupumzisha akili, kwamba dereva atakuwa pumzike saa ngapi, aende kilo masaa mangapi. Kwa hiyo tunajua tu kwenda tu kwenda, lakini kupitia mafunzo haya tumejua kwamba baada ya masaa matano lazima upumzishe chombo upaki chombo ukikague, na wewe akili yako hii ipate kutulia, alafu uanze tena yale masaa manne yaliobaki.